ala tahrimi isqati iljanini baada nafhi ruhi fihi, wamekubaliana wanachuoni uharamu wa kutoa mimba baaada ya kupuliziwa. Wameharamisha wanachuoni, wamekubaliana uharamu wa kutoa mimba baada ya kupuliziwa roho. Na roho inapulizwa baada ya miezi mingapi? Minne. Kwaiyo, mimba ya miezi minne ni haramu bitifaqi lulamaa kuitoa wa'tabaru dhalika jarima wanachuoni wamezingatia jambo hilo ni kosa kubwa la yahillu lil muslimi an yaf'ala. Si halali kwa muslimu kulifanya li annahu jinayatun kwa sababu ni kosa la jinai ala hayy mutakamil al khalqi dhahiru lhayati kwa sababu ni kosa la jinai kumfanyia kilichokuwa hai kilichokamilika maumbile yake, na kimedhihirisha uhai. Watajibu diyatu fi isqati, itakuwa ni lazima kutoa dia, kutoa fidia ya kuua, utoe dia ya kuua fi iskatihi in nazala hayyan mathalan, na ametoa mimba ile, mimba alivyoitoa kile ki kijitoto kikatoka aliyokuwa kiko hai baada ya kutoka, thumma mata kikafa, lazima utoe dia ya kuua, sawa, ambayo ni ngamia mia moja. Kahesabu ngamia moja shingapi, alafu ukishajua bei yake pigia mara mia, umeua, sawa. Yani kimetoka, halafu kikafa, kimetoka kiko hai, labda amefikisha miezi mitano ndio anaangaika vidonge, ikatoka br baada ya kutoka, ikikalia alafu yalla kikafa, inabidi utoe dia yako, utoe dia sawa, ya kuua. wa ukubatun maliya, hii ni adhabu ya kimali aqallu minha in nazala mayita na kama itakuwa chini kidogo, kama atakufa aliyakuwa nani ni maiti, yani akalimtoa akafa, yani akamtoa aliyakuwa mfa nini, ashakufa. Ama akimtoa yuko hai, afu akafa pale pale, anabidi kutoa dia. wa rukuba tumalia aqal aal na atoya adhabu ya, ya kimali ambayo ni ngamia chini yake wa ama. isqatu ljanin qabla nafkhi ruh, ii atua ya kutoa mimba aliyakuwa mtoto shakupuliziwa roho. Tumeelewa, unatikisa kichwa, Mista Fauzi Abunan Abu Saleh Abunan Abu, Abu Fauzani. Hii ni hatua ya mtu anaitoa mimba aliyakuwa tayari kile iki kitoto kishakupuliziwa roho, ni haramu na ni kosa la jinai, lazima atoe dia

Katika moja ya sauti zake nilikuwa nikizisikia akisema kumtoa kutoa mimba ambayo imeshapuliziwa roho ni haramu moja kwa moja sawa. So, isipokuwa kutoa ki, ki, kile kijusi kabla ya kijapuliziwa roho, anasema inarejea kwa masharti. Jambo la kwanza, huenda kimetungwa nje ya ufuko wa uzazi imetungwa nje ya ufuko wa uzazi, na hilo lipo kuendelea kuwa nje ya ufuko wa uzazi, uende kamletea madhara yule mama akafa, kwa kabla ya kupuliziwa roho, inabidi kufanya nini? Itolewe kwa ajili ya kumwokoa yule mama, lakini kama atashauri hivyo daktari, kwa sababu pia wameshurutishwa ushauri wa nini wa daktari. Mpaka leo hii ukienda hata kutoa mimba umejitafutia eh, lenyewe eh, umejitafutia nini? Kwa nini uitoe? Kinakosa gani? Raha yako ya risali moja uwe nafsi hmm? Kitu cha kwanza alichokitaja kwamba kama itakuwa imetungwa, kama unaotaja kama imetungwa nje ya nini ya fuko la uzazi ikawa ni sababu ya nini yani, itatolewa baada ya kushauriana baina ya mume na mke, baina ya mume na mke bwana, baba fulani, sisi nasemani au mama fulani, sasa hii inakuwaje? Ah, mimi hapana, haitolewi wakitofautiana. ivnini tolewi baada ya kupulizwa roho haitotolewa. Sawa, utaenda kuchukua ushauri wa nani? Labda ashauri daktari kwamba um, kwa hii hatua huyu mtoto alivyokaa amekaa nje kifuko cha uzazi, labda ameshafikisha miezi mitano, kwao akiendelea kubaki ataweza kufanya nini? Kuporomoka na mama afanya nini? Akafa mwelewa? Pia Sheikh bin Uthaymin anaona kwamba baada ya ushauri wa daktari mathalan haijatungwa njia ya uzazi. Baada ya ushauri wa daktari akasema, labda hii mimba mfanini itoke, kwa sababu ya labda maradhi fulani. Watashauriana wanandoa wangapi? Wawili, sawa. So, wanandoa lazima washauriane wakubaliane kwamba hii ifanini itolewe. Kinyume na hivyo inakuwa ni haramu.